Kuna ule msemo unasema, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mimi si utaki ule anyongwe mtu na haki yake anapewa. Huyu mnyonge kwanza sio mnyonge, na hanyongwi na haki yake anapewa. Niwapongeze pia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kuna ule msemo unasema, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mimi si utaki ule hanyongwi mtu na haki yake anapewa. ya katika miaka ya karibuni chini ya uongozi wa Rais Wallace Karia tumeshuhudia maendeleo makubwa ya mpira wa miguu Tanzania. Sisi siku za katikati, miezi ya katikati tu hapa tunatajwa kwamba ni moja ya mataifa matatu barani Afrika ambayo yamequalify kwa mashindano saba yanayoandaliwa na CAF, yaani kwenye ligi yetu tuko sisi, wako Senegal na wako Morocco. Sasa unaweza kuona kuna mataifa ambayo sisi tunayafahamu kama giants wa football Afrika hayamo kwenye kundi ambalo sisi tunawekwa. Mara ya kwanza sisi tumequalify kwenda kucheza Fainali za Afcon ilikuwa mwaka 80. Wengine hata tulikuwa hatujazaliwa. Mara ya pili tumekwalifai mwaka 2019, miaka 39 baadaye. Lakini toka 2019 tumekwalifai mara ya tatu sasa. Sasa unaweza kuona miaka 39 tumekwalifai mara moja nyingine, na miaka mitatu hii, miaka minne, tumekwalifai mara tatu nyingine. Makofi kwa Wallace Karia. Huyu mnyonge kwanza, sio mnyonge na hanyongwi, na haki yake anapewa. Haya sio mambo ambayo unayachukulia tu kirahisi, ni mambo ambayo yanataka mikakati, yanataka kujitoa, yanataka kuufahamu mchezo wenyewe wa soka na kuamua kwa, kwa dhati kabisa ya moyo wako kwamba unataka kuyafanya. Najua kina Nyamlani kina Kidao wanakusaidia lakini mnachangia mawazo na wote sasa hivi mnawaza na ya kuendeleza mpira wa miguu pika, pita kwenye kumi na Muheza pale, na kuna vijana wa Muheza mtakuwa mmewapata na, na, naamini ni jambo kubwa sana kwamba mna vijana sasa hivi jumla mia moja na sita ambao mnawaweka pale, zinatumika zaidi ya shilingi milioni mia mbili kuwalipia ada kwenye shule za binafsi ambazo wanasoma, lakini huku mkihakikisha mnasimamia vipaji vyao na waje kuliwakilisha taifa hili hili. Sio jambo dogo, mnafanya vizuri vizuri vizuri sana kitakwimu. Hakuna uongozi wa TFF ambao umewahi kufanya vizuri kama nyinyi nilikuwa naongea na, na mzee wangu uh, siku za karibuni mmoja aliwahi kuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, akawa ananiambia mimi, sijui Karia na watu wake wanafanya vipi wanapeleka timu ya under 17, under 15, under 13 timu za wanawake sijui, uh, Serengeti, Ngorongoro, kila timu inaenda kwenye mashindano na inafanya vizuri mpaka tunafikia mahali kwamba tuna qualify kwenye mashindano saba yanayoandaliwa na CAF. Hili sio jambo dogo kusema kweli. Hata waliowahi kuongoza TFF wanajua kwa jinsi ya hali ya kifedha ilivyo pale, kufanya jambo hili kuhakikisha timu zote hizi zinashiriki mashindano haya makubwa sio jambo dogo kusema ukweli. Kwa hiyo ongereni sana, na tunaona na tunawashukuru sana, sisi watu wa mpira tunawashukuru sana. Ukiachia mbali uongozi wa serikali, lakini mnafanya mambo makubwa kwa ajili ya mpira wa miguu wa taifa hili, na asanteni sana.